Sote kwa umoja wetu na kila mmoja mmoja, kwa imani yake tuendelee kuiombea amani nje. Jamani Tanzania ni ya kwetu. Hatuna Tanzania nyingine. Tukitoka nje ya Tanzania tutaitwa wakimbizi. Lakini pia ni washauri vijana uh, waache kuhamasishwa kutumika vibaya. Waache kuhamasishwa ili watumike vibaya akimhamasisha mtu kwamba twende kwenye maandamano, kijana mwambie, chukua wewe mkeo na watoto, tangulia mbele, akusikakuja ili kurupushani zinapoanza zianzie kwa yeye mwenyewe, badala ya vijana ambao hawana ajiri. Tusikubali kutumika. Tunahamasishwa na watu wengi sana ambao hawako nchini, wako nje. Wewe dereva boda boda, ikitokea kwenye kubushani hizo umevunjwa mguu, wewe ndiye utakayedhurika hospitali, wewe ndiye, familia yako itakosa mkate wenuma, yawezekana huyu a-anayekwambia nenda nenda, hata hospitali asije kukuona. Lakini tukumbuke shughuli nyingine pia hazitakuwa zimesimama. Wafanyabiashara wanatakiwa waendelee kufanya shughuli zao. Mtu akishapiga kura anarudi dukani kwake kuendelea na shughuli. Mtu akishapiga kura anarudi nyumbani. Kwa hiyo kama ni sokoni, watu wataenda kwenye meza zao kuendelea kuuza. Yule ambaye anatamani siku hiyo akapumzika nyumbani, basi atarudi nyumbani. Sasa tukiingiza vurugu, ni wazi kwamba hata hawa tutawanyima haki ya kufanya biashara. Tuna wale wanaosema tutalinda kura baada ya kupiga. Hicho kitu hakipo, hicho kitu akipo na lenyewe hilo walifute. Mwenye jukumu la kulinda kura zilizopigwa ni jeshi la polisi, ndiyo mtu aliyepewa jukumu la kulinda kura kisheria. Mwenye jukumu hilo ni jeshi la polisi na si vingine. Umepiga kura, nenda kakae mita mia tatu na kuendelea, hatuna shida na wewe. Uchaguzi ukiisha, matokeo yakisha kamilika, utaitwa usogee pale ili utangaziwe bwana fulani kashinda kwa urahisi. Nadhani tukienda hivyo tutaifanya Kagera yetu ibaki kuwa ya wastaarabu, kama ambavyo sote tunafahamu, Kagera ni ya watu waliokwenda shule, na sifa moja ya mtu aliyekwenda shule ni ustaarabu. Ndio maana tangu tumeanza mpaka tumefika hapa, hatujasikia watu wamechaniana mashati, hatujasikia watu wamepigana ngumi wala watu wametukanana, sio kwenye mikutano ya kampeni, bali hata nje ya maeneo ya mikutano. Ni vema tukahudumisha ustaarabu huu mpaka hapo yatakapotangazwa matokeo. Lakini pia matokeo yameshatangazwa, je, baada ya kutangazwa matokeo nini kifanyike? Kama kuna mtu ataamini kwamba kuna jambo halijakwenda sawa, ziko taratibu za sheria. Asithubutu tena na yeye kusema tutaingia barabarani kulazimisha. Nafasi hiyo pia yenyewe haita haitakuwepo wamekuwa wakihamasisha vitendo vya vurugu mitandaoni. Hawa wote tunawashikilia, tunaendelea na mahojiano nao, na uchunguzi ukikamilika basi tutawafikisha mahakamani, na nisihi kwamba anayehamasisha kwenye mitandao, anayetuma meseji za uchochezi kwenye mitandao hana tofauti na yule anayefanya kosa la moja kwa moja la wazi linaloonekana tumejipanga vizuri pia hata huko kwenye mitandao kwa sasa kila kinachotumwa na kila kinachoandikwa tunakiona kwa hiyo post message ambayo unajua kabisa hii ni ya kichochezi jua hatuko mbali na wewe lakini kweli baadhi ya viongozi tunawashikilia kilina tatu mwenye jukumu na wa kupeleka washtakiwa mahakamani ni ofisi ya mwendesha mashtaka. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kupeleleza, kukamata, kupeleleza na kumwisho wa siku naliandaa jalada na, na kupeleka maoni kwa mwendesha mashtaka. Ninaamini sote tutatii sheria bila kulazimishwa.